Masa na shamra shamra ndio wakati wake, muda wa, wa kampeni ambako wagombea wanaingia wiki ya lala salama kuwashawishi wapiga kura, lakini kwa wengine wamesalia kwa wasindikizaji wa macho katika kunadi sera zao. Changamoto kubwa zaidi kwa wagombea wenye ulemavu ni kupungukiwa kwa rasilimali ikiwemo fedha, jambo linalotia shaka wagombea wa kundi hili iwapo wanaweza kuvuna chochote wakati wapiga kura watakapoteremka katika vituo vya kupiga kura hapo Oktoba 29. Kondo Abdul Shefu, mgombea mwenye ulemavu anayewania nafasi ya bunge kupitia chama cha wananchi CUF, wilayani Kisarawe, anasema hadi sasa hajapanda kamajikwa kampeni kuzungumza na wapiga kura, na kwamba hali hiyo inamzidishia wasiwasi iwapo wataweza kutimiza ndoto yake ya kwenda bungeni. Sio nzuri sana, kwa hiyo hatima yangu kama naona naona naona kwamba mimi binafsi wenzangu haieleweki mpaka sasa. Katika chaguzi mara zote, makundi yanayojulikana kama maalum, ambayo ni vijana, wanawake na watu wenye uhitaji maalum, yamekuwa yakipewa msukumo kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuania nafasi mbalimbali za uongozi na kwenye uchaguzi huu wameitikia shinikizo hilo. Katika kampeni za makundi hayo yanapigiwa jeki na kauli mbiu kwamba kuyawezesha makundi hayo ni kuinua jamii hiyo kutokuwa tegemezi. Lakini Ndonde Saidi Ndonde ambaye amejitokeza kwa neo bunge anashangaa kuona kwamba vyama vya siasa vinasaidiwa na Tume Huri ya Taifa ya Uchaguzi, kwa mfano wale wa wagombea urais waliopewa magari, ila hali watu wenye wa mahitaji maalum kama yeye wakiendelea kuachwa kwa, kwa hiyo akijawezeshwa ndani ya chama akijawezeshwa kwenye serikali. Lakini tunasikitika tuna kwamba vyama vyenyewe tuliokuwepo vinawezeshwa na serikali lakini sisi watu wenye ulemavu hatuwezeshwi, hata kama sheria hailazimishi mamlaka wala taasisi kuwasaidia ya kifedha na rasilimali wagombea kama hawa wenye mahitaji maalumu. Wafuatiliaji wa mambo wanasema kilio cha wagombea hao kinapaswa kutizama kwa jicho la pili, wakiamini kwamba mchakato wa kidemokrasia unapaswa kuanzia ndani ya vyama vyenyewe. Makwaya Shija, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu kampeni za uchaguzi huu, anasema mzigo wa lama anaopasa kutupa kwa vyama vyenyewe kwa kushindwa kufanya maandalizi ya kuwezesha wagombea hao, haswa kwa vile vyama vinavyopokea ruzuku. Au vyama hivi ambavyo vinagombea viwape kipaumbele na wao, kwa sababu ni wana wana haki na sauti ta sahihi kabisa ya kuweza kushiriki kwenye uchaguzi kama ilivyokuwa siku ile, ambao mungu amekubariki kuwa hatuna changamoto hii. Hivi sasa, tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC iko mbioni kuanza kutoa machapisho yatakayotambulishwa wagombea watakaopigiwa kura, lakini kwa hali wako ambao watakuwemo kwenye karatasi za kura, ili hali wenyewe hajawahi kwenda mitani kuomba kura hizo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.